Umezungumza swali la transit refu. Tulikuwa na tatizo hilo kweli kwa baadhi ya mashirika watu wanakaa transit masaa kumi, kumi na nane. Hili serikali wakaliona kuwa ni tatizo. Tunashukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, juhudi za balozi wetu wa, wa Tanzania nchini Saudi Arabia na viongozi mbalimbali mbali. Wamekwenda mbio kwenda kuiomba specific shirika la Saudi Arabia Airline kuweza kuja kuchukua mahujaji Zanzibar na tumekubaliwa, tumesaini mkataba kwa mara hii. Mahujaji wa Zanzibar almost asilimia tisini wataondeka na shirika la Saudi Airlines. Tuna ndege sita zinazobeba abiria mia tatu na ishirini kila ndege moja. Ndege zetu zitaanza tarehe ishirini na mbili mwezi wa tano, kuelekea wako, wataruka moja kwa moja kutokea Zanzibar kwenda Madina kwa wale wanaoza safari zao wa za Madina, na wako wataruka moja kwa moja kutoka Zanzibar kwenda Jida, kwa wale ambao wanaanza kutekeleza ibada ya Hija, alafu ndio wanakwenda ziara Madina. So, hali ya hewa hali ya <clears throat> hewa tunategemea kweli itakuwa ni joto, na si mwaka huu kiasi cha miaka miwili mitatu tunakwenda nayo bado, itaendelea hali kuwa joto. Sasa, ukisema unasubiri kwani kutekeleza ibada ya Hija kwa sababu ya joto, basi utasubiri sana, lakini Mwenyezi Mungu ana kudura zake. Sisi Ramadhani, juzi kwa Ramadhani juzi tulikuwa tunashangaa hali ya hewa ikaja wingu muda siku nne tano tukapata baridi kama tuko Europe. Kitu ambacho si cha kawaida. Sasa haya maswali mengine yako nje ya uwezo wetu sisi, lengo letu ni kwenda kutekeleza ibada ya Hija. Muhimu kufuata maelekezo ya madaktari mahujaji, utakayopewa kuweza kunywa maji mingi, kutotembea bila sababu ya maalumu, basi maisha yanaendelea hali ya hewa pamoja kwa ni joto lakini, wenzetu wamejitahidi. Tukiwa katika maeneo matakatifu Mina na Arafa, kumekwa vipoza hewa vizuri maya kandisha na nafanya kazi vizuri basi, ibada inafanyika vizuri kabisa, hakuna tatizo lolote. Swali la hija tofauti lipo hata da, da, nini, daraja za kwenda za pepo pia zitakuwa tofauti. Ina maana hija atakwenda kwa mtu kwa mujibu anavyotaka yeye mwenyewe afanyie. Kuna hoteli Maka tu chumba cha watu wawili tu, aidha mtu na ahli yake au watu wawili wowote wa kinakodishwa katika kipindi cha msimu kutoka mwezi mosi Dhulhijja mpaka mwezi 15 dola 1030. Mwenye uwezo wake atachukua na ukenda hiyo hoteli kama unaipata imejaa. Zipo hoteli zinakodishwa chumba cha watu wawili dola 2000 atakodi mtu, lakini zipo ambazo ziko mbali na Haram zinakodishwa bei rahisi ukija. Halikadhalika Mina kuna matenants ambao hema moja linakaa watu watu wanne wanachochaa wenyewe wanapata huduma zote bufei na kila kitu, na karibu na Jamarati hema hilo linaweza likakodiwa riali elfu themanini karibu dola elfu ishirini na tatu kwa mujibu wa uwezo wake. Na sisi tupo huku tunalipa dola elfu moja mia tano kwa kila mtu, kwa mujibu wa uwezo wetu. Hasa hilo si tatizo, kila mtu anapewa huduma kwa mujibu anavyotaka yeye mwenyewe.